Makofi kwa Yanga jamani. Sasa turudi kwa chambuzi la kimataifa Musikula. Jana taarifa zako kidogo zimekukataa na zile analysis <laughs> e, e, e, umekuja hapa na analysis kubwa, nini zina? <laughs> <zina, laughs> wameba wageni e. Lakini kuna kuna mda mpaka nikaa naangalia au Nikasema eh, Farabat. Eh, Farabat. Mm. Hii ni ini, hey, AI au ni wenyewe <laughs> wenyewe wana, nini? Unajua kiufupi kwanza mm. Mm. Uh, Yanga wanatuchanganya sana wachambuzi <laughs> <laughs> wanatufanya tuwe vinyonga yani, kwamba kubadilika kulingana <laughs> na mazingira jinsi alivyo, eh, ona, ona, Nilo, ona, ona kama inafungwa kumbe ndo inashinda. Kwa mfano mm. mechi ya jana tu mm. takwimu zinaonyesha kwamba Yanga alikuwa bora kwenye kila idara dhidi ya Farabat. Mm. Ukiangalia mashuti ambayo alipigwa langoni mashuti tisa kwa Yanga. Mm. umeona eh? Mm. lakini mashuti 15 akipiga Yanga kiujumla mm. Mm, wakipiga pasi 288 mbili mm. themanini na nane umenelewa. Nafasi mm. za wazi mbili wakikosa Yanga 13 akitengeneza Yanga, mm. lakini nafasi, e, Yanga mm. umenelewa. Lakini mm. ukija katika eneo pia la mm. kipa wa Farabata amesave mipira mara nane umenielewa. Golikipa Yanga kwa maana jana kasave mpira mara moja, kwa hiyo kwa kuangalia katika takwimu walikuwa bora kwenye kila idara mm. idara ya ulinzi idara ya kiungo hadi idara ya kushambulia mm. Na naweza kusema tu kwamba kwamba golikipa wa FAR Rabat ndiye ambaye amenyima Yanga jana kushinda ushindi mnono, na maana kwamba mm. jana Yanga wangepaswa kushinda mabao matano na zaidi, kwa sababu mm. ukiangalia mashuti ambayo yalikuwa kulenga lango na mashuti tisa, lakini golikipa wao kafanya save mara nane. Kwa hiyo jana Yanga walikuwa uh, na very performance ya hali ya juu sana mm. waliwazidi pia waliwazidi pia hata kwenye kupiga pasi mm. maana Yanga walipiga pasi 288 mm. Alafu Farabati akipiga pasi mia mbili thelathini na tatu. Kwa hiyo ukipata tu hiyo picha mm. unaona kwamba Farabati maji aliyozidi Yanga. mm. Lakini pia ukiangalia mashuti ambayo alipigwa ndani ya box, yeah, Yanga alipiga mashuti kumi na moja, ndani ya box. mm. Wakati Farabati akipiga mashuti manne ndani ya box. Lakini ukija hata katika eneo tu la mashuti ambayo ilikuwa na kulenga lango, mm. Farabati alipiga mashuti manne ambayo ilikuwa tu langoni ambayo hayakuwa na madhara makubwa kwenye kikosi cha Yanga. Kwa hiyo jana Yanga alikuwa na kiwango mm. bora sana. mm. eh, kitu kitu, gani ambacho, kitu gani ambacho kilitokea mpaka AS Farabati Farabat wakawa yeah, wameshindwa kuonesha ubora wao. yes, moja kwa moja ni lazima uweze kuangalia kwenye e, muundo wa Yanga jinsi ambavyo walivyo. Kwa mfano ukiangalia hata bao la Prince Dube linakuonyesha kwa kiasi gani ambavyo Yanga walikuwa wamecheza hii mechi mm, katika mithiri ya kuona, ni lazima tuheshimu mpinzani, lakini lazima tuwe, e, very reactive active, mm, kwenye kufanya e, mashambulizi ya kushtukiza, tunasema ile transition.